Baada ya papa kuaga dunia ama kujiuzulu, kundi la makadinali chini ya umri wa miaka 80 hukongamana kufanya uteuzi wa atakayekuwa papa. Kundi hilo hujifungia katika eneo lijulikanalo kama Sistine Chapel wakati huo wa kufanya uamuzi. Licha ya idadi ya makadinali wanaopaswa kupiga kura kuwa 120, jumla ya makadinali 188 wanafuzi kupiga kura awamu hii, mia moja na kumi kati yao wakiwa wa makardinali walioteuliwa na papa Francis. Makardinali hao hupiga kura ya siri, shughuli inayosimamiwa na makardinali 9 kutoka mataifa tofauti. Kura hiyo ya siri huendelea hadi mshindi anapopatikana, atakayetangazwa mshindi akiwa sharti apate thuluthi mbili ya kura Francesco Lomo de la Pace. Baada ya kila raundi ya kura, karatasi ya kupigia kura huchomwa moshi itakayotokea ikiashiria matokeo ya uchaguzi huo. Iwapo moshi mweupe utatokea, basi itaashiria mshindi amepatikana, na iwapo moshi mweusi utatokea, basi itaashiria kuendelea kwa shughuli ya kupiga kura, kwani mshindi bado hajapatikana. Kundi hilo la makadinali hukutana kwa shughuli hiyo ya kupiga kura wiki mbili au tatu baada ya kufa au kujiuzulu kwa Papa. Hii ni baada ya siku tisa za kuomboleza na kuhakikisha kuwa makadinali kutoka kote duniani wamefika Roma. Kati ya makadinali 110 walioteuliwa na Papa Francis, wengi wao ni kutoka bara Asia, Afrika na Marekani Kusini. Hii ikiwa tu kiashirio kuwa huenda Papa atakayechukua mikoba yake Francis akawa kutoka mabara hayo matatu. Kati ya wanaokisiwa kuchukua mikoba yake Papa Francis ni askofu kutoka Ghana, Peter Turkson. Aliyehudumu kama mwenyekiti wa baraza la makardinali la amani na haki. Kando na Takson, askofu wa Kinshasa Fridolin Ambongo ni miongoni mwa wanaotarajiwa kuchaguliwa Papa. Wa mwisho wa asili ya Kiafrika kuongoza Kanisa Katoliki ni Papa Gileshes wa 49. Mwingine anayepigiwa upato ni askofu Louis Talge wa Ufilipino, Mateo Zupi kutoka Italia na Mario Grech kutoka Malta. Grech alihudumu kama katibu mkuu wa kundi la maaskofu. Nafasi hiyo ilimpa fursa ya kufanya kazi kwa ukaribu na Papa Francis. Kabla ya kuchaguliwa kwa papa mpya, kardinali mkuu anayejulikana kama, kama lengo kwa sasa akiwa ni Kevin Farrell anayehudumu kama rais wa mahakama kuu ya Vatican atashikilia nafasi hiyo hadi atakapochaguliwa papa mpya.